Wala mfalme, wala wachawi, wala wachawi, wala waganga wala waganga, wala wanajimu wala majimu, lakini yuko Mungu mbinguni afunue siri, naye amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Ndoto ya yako na njozi za kichwa chako, e, ulizoziona kitandani pako ni e, hizi

Yes. Yes. Yes. Tambua nguvu na uwezo ambao Mungu amekupa. Yes. Yes. Tambua kwamba wewe ni mkubwa kuliko matatizo unayokutana nayo. Yes. Yes. Yes. Kwa sababu majaribu ya kuwapata ninyi isipokuwa ni kawaida ya wanadamu. Amen. Yes. Na Mungu hakupi jaribu la kukuzidi wewe. Yes. Yes. Kwa maana kila jaribu lina mlango wake. Yes. Yes. Yes. Yes. Naivuta milango kwa jina la Yesu. Amen. Vuta milango kwa jina la Yesu. Amen. Acha kuwaza kushika tama. Acha kutafuta kuhurumiwa. Acha kutangaza shida zako kwa watu, yeah. Acha kueleza watu mambo yako yes. Sasa mwenyewe akwake anamshinda kuyatunza yes. Na kwako ukimpelekea atalitunza. Je, usimwambie mke shoga, ukimwa tu kisogo hivi, nipe mchapo hiyo shoga. Mm.

Sikia kitu. Yes. Tutatembea nalioko madarakani. Yes. Chama kilioko madarakani ndio tutaenda nacho. Tunaunda taifa. Tunatengeneza taifa wewe mfalme, uh -huh. mawazo yako aliingia mwawani mwako uh -huh. kitandani nipako ya mambo yatakayokuwa halafu uh -huh. na uh -huh. yeye afunua siri, amekujulisha ya mambo yatakayokuwa. Mungu ajakufunulia siri ya kwa maisha, kwa nini auamini? Unaangalia hapa sasa hivi unakutana na changamoto hizi hizi na kukomaza. Yes. Amina. Halo? Amen. Acha kuwaza wewe ni mtu mkubwa. Amen. Ngoja nimuulize mtoto. Una miaka mingapi wewe? Wewe, una miaka mingapi? Kumi na nane. Yaani manake bado miaka hamsini na mbili ya zeke. Mmm. Eti naye anakute eti anawaza maisha, si kweli? Naosota. Well, I'm so

Miaka thelathini ni mingi mno. Si umri wa mtu mzima kabisa wewe. Kabisa. Yaani dada mwenye watoto watano mm. kama kijijini Mwanza kule. Kabisa. Eh? Kuta msukuma na kuzalia hata watoto saba wamezidiana mwaka mwaka. Kabisa. Halo. Amen. Halo. Amen. Miaka thelathini. Mm. Kuta binti na watoto sita tano. Mm. Fote na wewe mjini wewe ambao unakula barafu asikilini. Amen. Eh? Amen. Amen.

Mimi na zani. Mbia Mungu naomba watoto. Halo. Amen. Na watoto wa kiro na wakimwili. Amina. Wewe unahitaji? Wewe unahitaji? Baba. Sasa. Wewe si mtoto wangu wa kiro? Amen. Mtu mmoja kaniuliza, mtu wa Mungu una watoto wangapi? Nikamwambia wengi na wakiwepo. Amina. Na wewe si

Lakini mstari wa 30. Eh, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu. Na nani anasema, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima yao yote nilionayo eh, zaidi ya watu wengine walio hai ndio, bali kusudi mfalme afunuliwe ile, ile tafsiri eh, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako, ndio wewe e mfalme. Uliona eh, na tazama sana sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangazo wake mwingi sana, ilisimama mbele yako, ndio, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha, na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Kutoka hii sanamu, Danieli ameshatambulika sasa. Sasa zamu inakuja kufika kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Wewe ukiona leo wenzako amenunua gari, acha kuwaza naweza, zamu yako itafika. La kwake itakuwa kukua nyumba, leo acha ajenge, wakati unajenga ewa, maisha ni zamu zamu, maisha ni mzunguko. Mimi najua zamu yangu itafika tu. Amina. Wanajua chini ya utumishi. Sasa hivi kuna watu walikuwepo walivuma katika dunia hii. Kama kina Beni hii. Ndio. Ndio. Kama kina TB Joshua. Kuna watu walivuma

Ujue mzee alifundisha maadili, wewe fundisha maadili, hmm, akatufundisha Watanzania maadili, kwamba ukisha ukoko unatakiwa kuishi hivi, watu wakafundishwa kuvaa vizuri, sio zile vile kikombe vya kaa, mtu anatembea kikombe kinanyi kisketi kipo hapa. Yule mzee alikufundisha vizuri, tunamwita mzee wa maadili. Unajua jina lake anaitwa nani? Kakobe Zakaria. Kakobi. Mheshimiwa mwadili huyu